Tumeona clips sijui zinaitwaje kwa Kiswahili. Naziita clips tunaangalia. <laughs> Bahati mbaya mimi hata kwa sijui naonyeshwa onyeshwa <laughs> clips hizo <laughs> so, zinazofunguka zikionyesha mauaji yalivyokuwa yanafanyika huko. Ndugu zangu, sio kujitetea, bali kutekeleza uovu sisi siyo mahakimu wa roho za watu, na wengi wetu hatujui hata taratibu nyingi za usalama za kulinda maisha ya watu na mali zao, hatuzijui sana taratibu hizi za vyombo vya usalama. Lakini tulichoona kuna kila sababu ya kusema kabisa, ule ni unyama. Sasa nitumie neno gani jamani, nitumie nini Nilipake rangi gani ili nisitekwe? Nilipake rangi gani ili nisiuawe? Ni lazima niite, ni unyama. Hawa wamekosea, wamenikosea Mungu na wamekosea taifa letu. Wapo waumini wetu wameshiriki kwa namna moja au nyingine katika kushabikia, wameshiriki hata katika kunyamazia, na wengine pengine wametoa amri kabisa. Tunawakumbusha, hiyo ni dhambi, hiyo ni dhambi. Kupanga kuua na kuangamiza, ni dhambi. Kushiriki kwa kunyamazia, kunyamazia ukimya, kwa kunyamazia uovu, huko nako ni kushiriki kusharikia kwa kutoa keje, kwa kejeli kutoa maneno ya kejeli kusingizia, nako ni kushiriki dhambi hiyo. Tukatae dhambi, tukatae maumbaji. Kama uwezi kukataa kwa sauti, wala ununa tu, onyesha kununa, kutorizika, hata yule anayekwambia atakua kabisa, kuminuna um, kuriziki Sije tukatumika vibaya. Unaweza ukatumika vibaya na ukatumika kweli vibaya vibaya, umbaa, kama haitoki moyoni, kwa nini ulienda? Ni dhambi. Nazidi kuwapa pole, poleni sana wa Tanzania, ili liwe fundisho na kamwe tusirudie tena na kama kweli tunapaswa kulimaliza, lazima turejee meza ya mazungumzo, aliyekosa akiri dhambi zake. Unapokiri haina maana kwamba wewe mwenyewe umelitenda, lakini jamii unayoibeba imetenda. Baba Mtakatifu daima huwa anakiri anakili kwa dhambi za mapadri, anakili kwa dhambi za watawa, anakili kwa dhambi za waumini. Sio kwamba ametenda yeye. Lazima tuone watu wanaokiri dhambi zao. Kuua ni dhambi, na amri za Mungu zinasema usiue, usiue kwa kupanga, usiue kwa kudhamiria sisi Wakristo Kristo tunaaswa katika maandiko matakatifu, hata katika kiwango ambacho mwingine amekufanyia ubaya, tunaambiwa usilipe ubaya kwa ubaya, usilipe kisasi. Kisasi kwa Mkristo ni dhambi. Mtu anaweza akakukoswakoswa aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka kukuua, lakini huwezi ukapanga na wala unaambiwa usidhamirie kwenda kumuua. Unaweza ukakumbuka, kwa sababu usipokumbuka ni ujinga, atakuua. Lakini usidhamirie wala usipange wala usimuie kwenda kuua. Wapo wanaoua kwa kujitetea, wanajikuta wamefanya hivyo, wanajitetea. Kila mmoja huwa anajua kujitetea, lakini sio kupanga, sio kumuia hata Bwana wetu Yesu Kristo anamwambia Petro, rudisha upanga wako harani, rudisha upanga wako kibindoni. Anatufundisha usukuua ni dhambi, na ameeneza dini Bwana wetu Yesu Kristo kwa amani, kwa hoja, hakueneza <coughs> dini yake kwa upanga yeye, ili watu waokoke, ili apate wafuasi alikufa yeye mwenyewe, sio kuua ili upate. Leo tunajifunza kuua ili tupate, tunaua ili tuungwe mkono, tengeneza hofu ili watu wakuunge mkono. Wanyamazi ni dhambi wetu hawa, machoni pa wajinga wameonekana kwamba wamekufa na kufariki kwao kunadhaniwa kuwa ni hasara yao, na kusafiri kwao toka dunia hii kuwa kwa ni uharibifu, kwamba kuondoka kwao walijitakia, kwamba walitafuta kifo. Hivi ni kweli? Hatujui walichokuwa wakionga. Hivi hatujui kweli walichokuwa wakitafuta. Ndugu zao hawajulikani walipo, ndugu zao wameonekana, wametekwa, wame wameuawa, wame, wame, wame wengine wamekimbia nchi, wako nchi. Hatukujua kweli kwamba hawa walikuwa wanatafuta nini. Hapa walikuwa wanaomba nini? waliomba haki, waliomba usalama wa maisha yao, waliomba kusikilizwa hata Mwenyezi Mungu daima tunamuomba, tusikie ee Mungu, tunasali hata katika litania u tusikie ee Mungu. Wapo wenzetu ambao wanaumia na wao ni kama wamekufa tu, wamepoteza wenzao, wamepoteza watoto wao, wanahangaika hawa wote lazima tuwakumbuke kwa namna ya pekee, kuwapa pole, tukiweza kuwatembelea tukawafariji. Ni tendo jema, ni tendo la kiutu, ni tendo la Mwenyezi Mungu. Mama Bikira Maria alimtembelea Elizabeti. Kwetu sisi leo kwa namna ya pekee tunakutana kwa ajili ya ndugu zetu marehemu ambao wameaga dunia hivi punde kwa sababu ya shida zilizojitokeza kuanzia tarehe ishirini na tisa na siku zilizofuata. Lakini tunaposali kwa ajili yao tunasali pia hata kwa wale ambao ni majeruhi, bado wanaukuza vidonda, bado wanaukuza mioyo ambayo imepondeka kwa hofu na maumivu makubwa. Lakini pia tunaombea familia zote na Watanzania wote wale wanaopenda amani katika nchi yao waweze kutulia katika Mungu, watulie wakiamini Mungu wao aliyewaumba, tena akawaumba kwa sura na mfano wake waliotutunga ni wenzetu, ni ndugu zetu, zetu watoto wetu, vijana wenu uliowapeleka huko wakafanyi kazi wakaajiriwa, wamegeuka kwa mikono miovu, mikono ya dhambi inamwaga damu. Ni dhambi kubwa, ni janga katika nchi yetu tunapomlilia Mungu tunapolia na kuhudunika tunapoomboleza kutokana na vi, na vifo vingi ambavyo Watanzania hatujawahi kushuhudia kwa mtindo huu wa ovyo na wa kiovu, turejee kwanza kabisa katika maandiko matakatifu, tena bila kusahau neno la Mungu katika maandiko matakatifu Hekima sura ya tatu mstari wa kwanza na kuendelea, Somo la kwanza tulilolisikia, roho zao ni haki, wamo mikononi mwa Mungu, wala maumivu hayatawagusa. Maelfu ya Watanzania nasikia, hata wasio kwa Watanzania tunasikia, wametangulia mbele ya haki. Hawa wamefikwa na mauti, kila mmoja kwa namna yake wapo waliofikwa na mauti katika harakati za kuonyesha hisia zao, wameonyesha kuwa kuna kitu kinawakera kinawaumiza. Hawa walitaka wasikilizwe, hawakusikilizwa. Wapo waliofikwa na mauti wakiwa majumbani kwao, wapo wengine walikuwa hata safarini wakitoka walipokuwa wakienda majumbani, wawahi watoto wao, wawahi ndugu zao. Wengine walikuwa ndo wanaelekea majumbani, wagonjwa wakitoka mahospitalini. Hawa yamewakuta yaliyowakuta. Wengine kwa uoga walikuwa wakikimbia ovyovyo, wakikimbia mitutu, mitutu ya bunduki, hawajavumilia watanzania hawa.